Ili watoe huduma bora ambazo zinakidhi mahitaji ya wananchi. Tuwapokee, kuwasikiliza na kuwahudumia wananchi kwa weledi, hekima na busara. Lakini la pili, imarisheni mifumo ya kitaasisi na uwezo wa viongozi na watendaji wa mamlaka za serikali za mitaa kushughulikia kero na malalamiko ya wananchi kwa wakati. Hawa wananchi, ndugu zangu, ndo waajiri wetu, ndo wa Leo hii wakisema hamjatufanyia mema ondokeni, sitaondoka peke yangu, tutaondoka wengi hapa humu ndani ya ukumbi. Sasa ili tubaki twendeni tukawafanyieni kazi tukawafanyieni kazi, waridhike waendelee kutuweka sawa. Ndugu zangu, migogoro ya ardhi ndiyo donda sugu kwenye maeneo yetu, na mingine tunaisababisha sisi viongozi. Sasa nendeni kasimamieni Rekebisheni, toeni suluhisho katika migogoro ya ardhi. Migogoro hii inaua watu, migogoro inaleta uhasama, migogoro ina madhara mengi sana. Sasa kwanza viongozi tusijiingize kwenye migogoro ya ardhi, lakini pili tukasimame kwenye haki, mwenye haki apate, aso haki ambiwe huna haki. Kwa hiyo, ndugu zangu, hilo ni ombi lenu la pili, na nayaomba haya na Mungu ananisikia kwamba nawaelekeza sasa anayekwenda kukiuka, yeye na Mungu, sio yeye na mimi. Mimi la mwisho ni mkeka, adhabu ya Mungu anaejua yeye, mimi sijui. La tatu, hakikisheni kuwa mipango mbalimbali inayoandaliwa inaendana kama nilivyosema na dira yetu ya maendeleo. La nne, ongezeni juhudi katika kubuni vyanzo vipya na sisitiza tu na kuimarisha makusanyo mapato katika vyanzo vilivyopo ili kuboresha huduma kwa wananchi. Kuweni na utaratibu mzuri wa ukusanyaji wa mapato ili kuepusha mivutano na wafanyabiashara kwenye kukusanya mapato kule. Mfanyabiashara ukiongea naye vizuri, compliance inakuwa kubwa kweli kweli, anajisikia ana wajibu wa kulipa kodi. Mkienda na manguvu na matusi na kunyang'anyana na yeye, anatafuta njia za, ku, za kukukimbia, ndio hizo risiti feki sijui nini, atazungumza na watu wenu momo, watengeneze mnyororo wa pembeni, alipe chache chache, abaki nazo na wakusanyaji wa pembeni wapate kidogo. Sasa urafiki na wafanya biashara, bila biashara hakuna maendeleo. Tunaendelea kwa sababu biashara inatulipa uwekezaji, unatulipa kodi, zinalipwa zinakusanywa, zinatumika vyema, ndo hayo maendeleo mnayoyaona. Ingekuwa ku serikali kuu tunakusanya na kuzila kuzipiga mdomo wala tusingeleta kule zikaja zikafanya maendeleo ya watu, zingeletwa chache mno ambazo zisingeweza kufanya kitu. Lakini leo tunasimama kwa fahari kusema tumefanya tumefanya tumefanya, kwa sababu fedha inakusanywa na inatumika vizuri. Sasa na nyie katika ngazi zenu kafanyeni hayo. Nihitimishe, ndugu zangu, nimalizie kwa kuwapongeza tena kwa mafanikio mliyoyapata. Nashukuru kwa kazi nzuri na mchango mkubwa mlioutoa katika maendeleo ya nchi yetu. Hatuwezi kuzungumzia mafanikio ya serikali kuu bila kuzungumzia mchango wa serikali za mitaa. Najua baadhi yenu mwaka huu mtarudi kwa wananchi kwenda kuomba ridhaa tena, kwa wale ambao wamekaa kwa nafasi za wananchi. Lakini najua pia kuna madedi wangu, wakuu wa wilaya, sijui wa nani ambao wanataka wana hamu sana ya kurudi kwa wananchi. Nilimwambia Katibu Mkuu Kiongozi, peleka sakula la serikali za mitaa, nadhani waziri mmeipata. Yoyote mwenye nia ya kugombea atuambie mapema, ili tumpandishe wa chini yake ashike ya ile nafasi. Hatutaki pale tayari fomu zinatoka, watu wote wanakia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 nawatakia kila la heri na tuombeeni sote, tuombeane kila la heri kote tunakopita. Tutembee kwa fahari, kwani kazi imefanyika, ndugu zangu, za tumefanya kazi, tumefanya kazi. Na mimi fahari hii nawarudishia nyinyi, mlioko kule kwenye fildi, nawarudishia nyinyi. Niwaombe tena sasa hivi kuna mzunguko wa daftari la kupiga kura. Tuhakikishe watu katika maeneo yetu wanakwenda kuandikishwa, wanakwenda kuandikishwa, kwa sababu kama huko kwenye daftari huna haki ya kupiga kura. Ili upate haki ya kupiga kura, lazima ukaandikishwe kwenye daftari. Kwa hiyo tusimamie watu kwenye maeneo yetu, tuhakikishe wanakwenda kuboresha taarifa zao au kujiandikisha, ili wapate haki ya kupiga kura. Uh, mwisho kabisa, niwashukuru tena na nimwombe Mwenyezi Mungu